Kongo wakipigana wangekimbilia Tanzania, Wasudani wangeingia Tanzania, Waethiopia walikuwa wanapigana juzi huko, mkichoma reli mnaingia hapa, Waburundi na Wanyarwanda walikuwa wanaingia hapa hapo Tanzania. Maandiko nasema na mnapoingia kwenye nchi ya hadi na mtengeneze miji ya kukimbilia mtu akikosea, akiwindwa kuuawa, akiingia kwa huo mji hawawi tena. Nani ajuae, kwa nini Tanzania iko na makabila mengi na hawapigani? Huenda ni mji wa kiungu, mahali watu wakiumizana, mwingine akishakimbilia ako salama. Let us wish well our brothers, ikiwa tunatamani watu pia watu wish well hiyo amani iliyoko huko na huo usalama ulioko huko, mimi naiombea. Twawezaonekana watu shupavu na watu mashuhuri. Bwana Yesu asifiwe, lakini kumbuka pasipo amani yote haifai. Kwa hivyo tuzidi kuombea Tanzania ibaki kuwa na amani iliyokuwa nayo iliyo nayo, na Uganda iwe na amani iliyo nayo iliyokuwa nayo. Uganda inakuwa haraka, lakini mnajua hiyo nchi imejuanga vita tu, sindio? wale ambao tumezaliwa leo hatujui hao wazee walipitia nini ndio uone hayo magorofa yako Uganda ndio uone business inafanyika Rwanda is almost the cleanest country now in Africa and it is very, is growing very fast na Rwanda 1990s haungeingia Tuombee mataifa pamoja na Kenya, hata kama tuko na udhaifu wetu na nguvu zetu, Mungu atupe amani na Mungu apeane amani kwa Afrika. <laughs> Ukielewa kila ambacho nasema, unajua Congo is the richest country in Africa almost and it is almost one of the poorest countries sababu haijui amani, lakini mtu ambaye hajawahi kaatu asikio wa akisikia watu wanapigana. He, amenyorosha huyo vizuri sana. Unaingia kwa mtandao, huyo sasa ndiye amenyorosha huyo. Umesikia huyo akiongea, huyo ndiyo kiboko yake. Wewe ukipewa hicho kiboko. Wakongo, nimeenda Beni, wamama wanachinjwa, wanatolewa inachinjwa inakatwa tumbo hivi, inafunguliwa hivi, wanatoa matumbo, wanatupa kando. Mwanaume anaambiwa apige magoti, watoto wake wakiona, anakatwa na shoka hapa, kichwa kinaanguka hivi, na inakuwa recorded kwa video, inatumwa kwa mtandao.